Tukio hili la kufunga mafunzo ya utayari kwa maafisa na wakaguzi awamu ya pili katika mkoa wetu ni tukio kubwa, kwa sababu ya namna tulivyoyapa umuhimu wa kipekee mafunzo haya tangu tumeanza katika awamu ile ya kwanza sema mafunzo haya yana umuhimu wa kipekee tumeyapa sisi jeshi la polisi mkoa Mwanza, kwa sababu ni maelekezo maalum ya mkuu wa jeshi la polisi Tanzania, afanda IGP Camillus Mongoso Wambura pamoja na makamishna wake na maafisa wengine waandamizi wa jeshi la polisi makao makuu Dodoma. Katika mafunzo haya tumefurahi kusikia katika taarifa yako ambayo umetueleza hapa, wanafunzi wote ambao leo mmemaliza, mmepata nafasi ya kujifunza na kujikumbusha mambo ya msingi yatakayo kwenda kutusaidia katika kutekeleza majukumu yetu ya kila siku. Lakini kipekee kabisa tumepata mafunzo ya utayari, tumeweza kujikumbusha sheria, kanuni na taratibu zinazohusu mambo ya uchaguzi mambo ambayo yatakwenda kutusaidia katika kukabiliana na majukumu mengi yaliyo mbele yetu ya usuyo, udhibiti wa uhalifu, udhibiti wa ajali za barabarani, lakini namna ya kuendelea kuweka imaya zetu salama wakati ambapo tutakuwa katika shughuli kubwa ya uchaguzi mkuu, wahusisha viongozi wetu Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wabunge na madiwani, uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Ndugu zangu maafisa na askari, uchaguzi <coughs> hauko mbali chaguzi hauko mbali. Leo hii tunapoongea ni takribani miezi sita au saba imebaki, lakini miezi yenye shughuli na hekaheka nyingi zinazohusu maandalizi. Kwa sababu hizo, ndio maana sisi viongozi wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza tunaungana na mawazo na maelekezo ya Fanda IGP ya kututaka na sisi jeshi la polisi kuanza kujiandaa mapema kupitia mafunzo ya ndani on job training ya GP, ya maamuzi ya Fanda IGP yalikuwa ni maamuzi sahihi kwa wakati sahihi na yenye mafanikio makubwa. Ni kwa nini tunasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu ya utayari ambao umeupata kupitia mafunzo ya uaskari hasa yanayohusu mambo ya ukakamavu. Tumefanya mafunzo ya paredi au drili za kuzuia vurugu Kila mshiriki, afisa au mkaguzi, mmepata nafasi ya kushiriki katika zoezi hilo moja kwa moja, na wakati wengine mmeshiriki katika kutoa amri mbalimbali, mmeshiriki kujifunza sections zinavyoweza kufanya kazi zote katika kukabiliana na vurugu. Ni lengo letu kwamba uchaguzi wa mwaka huu usijitokeze vurugu ya aina yoyote, na hata pale ambapo itajitokeza vurugu, basi iweze kukabiliwa na maafisa na wakaguzi pamoja na askari walioiva, wenye weledi. Tosha. Katika kazi hiyo ya kuzuia na kudhibiti vurugu, naomba mfahamu kazi ya kudhibiti, kazi ya kuzuia vurugu ni kazi ambayo kimsingi inafanywa na jeshi la polisi. Si kazi ambayo anaweza kufanya kila mtu, ina mafunzo yake. Ndio maana sisi kule vione tulifundishwa hiyo ndio maana hata kwenye mafunzo ya ndani tunakumbushwa. Haya, ndugu zangu maafisa na wakaguzi, hilo somo mliloondoka nalo, mwende mkayazingatie haya na udhibiti wa vurugu, kwa sababu ni maelekezo yetu ambayo tumepata kwamba katika uchaguzi usijitokeze vurugu ya aina yoyote, na hata ikijitokeza, basi idhibitiwe kwa weledi na umahiri wa hali ya juu. Na maafisa wakaguzi, pamoja na askari, yanayohusu uchaguzi mkuu, nimefundishwa kuhusu sheria ya tume huru ya uchaguzi. Sheria ya tume huru ya uchaguzi, mpata walimu wa ndani lakini tumepata walimu wa nje. Masomo hayo yote mkayazingatie, kwa sababu kwa jinsi ambavyo taarifa imesomwa na namna ambavyo tulikuwa tunafuatilia, hakuna kitu ambacho kimeachwa ambacho nyinyi hamjapewa. Tunayo elimu ya kutosha kabisa, elimu hiyo sasa inayohusu mambo ya uchaguzi ikatusaidie kwanza kuleta amani, utulivu, usalama kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, kwa sababu sheria hiyo ya tume huru ya uchaguzi imetupatia majukumu sisi jeshi la polisi ya kufanya kabla ya uchaguzi kufika, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi kuwa umemalizika. Imetufafanulia majukumu yetu na wajibu wetu kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu katika eneo hilo. Bila shaka, mmeweza kuona namna ambavyo shughuli nyingi za uchaguzi kwenye eneo la usalama kwa watu na mali zao unalihusu jeshi la polisi kwa kiwango kikubwa sana. Kwa maana hiyo, jeshi la polisi haliwezi kukwepa uchaguzi na uchaguzi haulikwepi jeshi la polisi. Haya ambayo tumefundishwa, tumekumbushwa ni watake twende sasa kuyasimamia na kuyatekeleza kwa vitendo, sisi kama viongozi lakini pia kuwafundisha walio chini yetu. Lakini kuelewa sheria hiyo kanuni na taratibu za Tume Kuu ya Uchaguzi kutatufanya kutambua umuhimu wa kuwashirikisha wananchi, lakini wa kuwashirikisha vyombo vingine vya usalama taasisi mbalimbali ambao wote hao kwa ujumla wao ni wadau wa uchaguzi. Maafisa na wakaguzi, mafunzo haya pia yamewajenga kikakamavu. <coughs> Tunatambua majukumu ya jeshi la polisi tunapokuwa kwenye jamii. Si wakati wote unaweza ukapata nafasi ya kufanya mazoezi wakati mwingine kutokana na maju, nature ya majukumu yako unaweza usiwe na nafasi ya kufanya mazoezi. Sasa hapa mmelazimika kuwa katika mazoezi kwa kipindi cha mwezi mmoja, bila shaka mmepata afya njema kupitia mazoezi yaliyo